Nasikitika kwa kweli, nimemkuta kwenye gari ya polisi, nimefika eh? na pale namuuliza vipi na wewe humu, nikaanza kuongea na, na mapande ananiambia hamna shida kabisa. Sasa niji hapa, ndo nimekuta kuongea ukweli, naomba msamaha na kwa, kwa niaba yake yeah. Ninaumia sana, ninaumia kwa kitendo alichofanya. Nimeona ilim nilipokuwa mkutanoni, nilipokuwa mkutanoni, naomba itachukua nafasi yake. Naomba nani, kazi mnayofanya ni njema, halafu anatokea kumaku kama wao kweli. Eh, kazi hii mimi nafuatilia kwenye mitandao na tunahamasisha hili swala kila siku tunavokwenda jeshi la polisi mkoa wa <tabola> tabora linawataka wananchi waipuuze picha ya mjengeo hiyo kwani ni ya uongo na yenye lengo la kuwadaa wananchi jeshi la polisi mkoa wa tabora halina mkuu wa kituo cha polisi igunga wa aina hiyo anaitwa paulo daudi paulo delimi ambaye ana umri wa miaka 49 huyu ni mkazi wa mbagaraei hey, wilaya ya igunga mtumiwa huyu amekamatwa na tunaendelea kufanya naye mahojiano kwa sasa, ili kujua aliyoshirikiana nao kuandaa picha mjongeo hiyo hasi na potofu na kuisambaza, ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao.